Okay. Karibu. Kwa majina naitwa Karen, natokea kampuni ya sola ya maso. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuelezea huduma zetu za sola za maso. Tunatoa mitambo tofauti, tuna mitambo kuanzia wati kumi, wati watu 80 mia ishirini na watu 20. Sola hizi zina ubora zina uh, TV kila sola ina TV yake wati themanini na TV ishirini na nne watu mia ishirini na TV ishirini na mbili pia wati mia mbili ina TV arobaini na mbili. Sola hizi ziko tofauti, unaweza kuchukua kwa kutumia kibiashara au kutumia kwa nyumbani. Pia sola hii itatupa itatupa mwangavu mzuri kwa sababu ina waranti kwa waranti pia ukipata changamoto, kampuni inaweza kualiia. Pia kuna zawadi na tochi na redio. Pia sola zetu zina sehemu ya kuchajia simu, kwaiokupea atandakuchaj kwa kwenda kuchajia simu yako yoyo. Pia tv zetu vizuri kabisa, kina mwanga ngafu kabisa. Taa zetu ni taa ambazo zinawaka vizuri kabisa, hazina changamoto yoyote. Pia karibu ndugu mteja unaweza ukatupata kwenye namba zetu za simu au kufika karibu na kituo ambacho kipo karibu yako, kwa maana ya ofisi zetu ambazo zitakuwa karibu na unakokaa, au unaweza kutupata kwa namba namba zetu za simu 0749 43 67 75 pia

Karibu sana mteja wetu wa maiso nampenda sana.